Waziri mkuu wa zamani wa Kenya, Raila Odinga, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80 wakati alipokuwa akipokea matibabu mjini Kochi, nchini India. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Mathrubhumi English, Odinga alipata mshituko wa moyo alipokuwa akifanya matembezi ya asubuhi siku ya Jumatano. Alikimbizwa katika hospitali ya Devamatha huko Koothattukulam, ambako madaktari walitangaza kuwa amefariki dunia. Odinga ambaye alikuwa mwanasiasa mashuhuri na mwenye ushawishi mkubwa nchini Kenya aliwahi kuhudumu kama waziri mkuu kuanzia mwaka 2008 hadi 2013, na alibaki kuwa kiongozi mkuu wa upinzani kwa miongo kadhaa. Aligombea urais mara tano, mwaka wa 1997, 2007, 2013, 2017 na 2022, na kuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa na uvumilivu wa kipekee katika historia ya Kenya. Kifo chake kimeashiria mwisho wa enzi katika siasa za Kenya, huku rambirambi kutoka kwa viongozi wa Afrika na mataifa mengine zikiwa kubwa. Kwa habari zaidi, usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time Dunia Darubini.